Akaulizwa, ni ipi tofauti kwani kati ya tajiri na maskini? Akajibu kuielezea kwa njia nyepesi, iko hivi: tajiri yuko tayari kufa kwa ajili ya utajiri na maskini yuko tayari kuua ili awe tajiri. mm -hmm. Kama utamwona kijana mdogo anatafuta ujuzi, anajifunza mambo mapya kila siku, anajitahidi kuwa bora, unatakiwa ujue kuwa huyo ni tajiri. Kama utamwona kijana mdogo kila mara anaelaumu nchi yake, anaona matajiri kama ni waizi mafisadi, kila mara anawakosoa matajiri, huyo mtu ni masikini. Tajiri anashawishika, anahitaji tu kupata taarifa ili aanze safari yake, na masikini anafikiri watu wengine ndio wanaotakiwa wampe pesa ili aanze safari yake. I, this is very, very interesting. Trust me, this is very very interesting. Utofauti kati ya watu ambao wako wenyewe kazi yao ni kuongeatu kucomment kwenye social media kukomenti kuhusiana na maisha ya watu na kukaa vijiweni all the time na kusema tu. Unafikiri sisi tuko vijiweni hatufanyi kazi? Tunafanya kazi. Kuna namna tu ipo ambayo wanaifanya wao, kazi yao ni kuwaona watu ambao wamepiga hatua hata moja mbele yao. Wao kuna kitu ambacho wanakifanya tofauti na ujasiriamali wa kawaida. Moja, nakuambia kitu kimoja, ukiendelea ukijiona na dalili hizo, upo kwenye hilo kundi la watu ambao ni maskini. Ngoja nikupe mfano. Unaona watu wote ambao unaona kwenye social media unawatamani, jua mambo wanafanya, hata mimi au mtu yoyote. Trust me, sio kwamba hicho kitu wanachokifanya walishawahi kukifanya kwenye maisha mengine huko nyuma, kabla hawajazaliwa, sasa hivi ndo wanakuja kukifanya upya, kwamba wana experience na hicho kitu. Hapana, wanajifunza kutoka kwa watu ambao wanatamani kuwa kama wao, then pap ndo wanakuja kutuona sisi, unaona wengine wote ambao unaona kwenye social media. Kwa sababu wanaamini tu wewe uko hapo chini, umeathiriwa na shule ulikoenda, umeathiriwa na community, umeathiriwa na trauma zako za kifamilia, umeathiriwa na wewe mwenyewe, ubongo wako. Kazi yako ni kulaumu everything. kama ni mmoja kati ya watu ambao na kufedi mkwako kusaidia kutoka hatua uliopo kwenda hatua nyingine next level, juu ya entrepreneurship, juu ya ujasiriamali, juu ya masuala yako ya kiuchumi, juu ya biashara yako, ama wasiliana mimi kupitia namba inaonekana hapa juu, nitakusaidia moja kwa moja.